Serikali imefika mahakama ya rufani kupinga maamuzi ya mahakama kuu division ya ardhi iliyomwamle aliyekuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Jerry Slaa na wadaiwa wengine kumlipa mfanyabiashara Johnson Mahululu fidia shilingi bilioni 3.2 kwa kumvunjia ghorofa lake kinyume na sheria. Tayari serikali imewasilisha maombi ya kusudi la kukata rufaa mahakamani hapo kupinga uamuzi huo. Serikali imeiomba mahakama kuu kuwasilisha mwenendo wa kesi, hukumu iliyothibitisha, vielelezo na nyaraka nyingine muhimu kwa ajili ya mchakato wa rufaa. Hukumu hiyo ilitolewa na mahakama kuu division ya ardhi kufuatia kesi iliyofunguliwa na Maululu kuhusiana na mgogoro wa umiliki wa kiwanja kilichopo kitalo namba 484 2196 Block H, Mbezi, manispa Kinondoni, Dar es Salaam, kati yake na Naomi Kwayo.